Hatua zetu sisi zanapita tu, zinazidi kusogea mbele zaidi, ambapo kwa siku ya leo e, tuna nafasi pia ya kupitishiana katika nafasi ile ile ya kupatiana kitu ambacho wewe pamoja na mimi pia huwa tunapita nacho hapa, na hatimaye mambo mengine pia ya endelea. Endelea endelea kuwa nasi, endelea kusubscribe kupitia channel yetu hii, na kwenye maoni pia endelea kutugusia, kwa sababu sisi e, tupo hapa kwa ajili ya kujenga vile ambavyo ni vya kwetu. Na tupo kwa ajili ya kupatiana elimu ambayo itakuwa inatuongezea vitu. Karibu sana. Mimi naitwa Anko wa Anko wote dunia nzima sasa nita Anko Amiri. E, leo kwenye napita tu tuna nafasi ya kufahamu kifupisho au kifupi cha moja ya shirika kubwa sana linaloitwa FAO. Ushae kulisikia? Ushae kupata nafasi ya kuliona katika dodoso dodoso yako ya hapa na pale? Basi FAO e, kirefu zaidi linajulikana kama Food and Agriculture Organization. Yani, FAO eh, Food and Agriculture Organization. Na hili ni shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa na ni kitengo cha Umoja wa Mataifa kinachopambana na tatizo la njaa duniani. Hiyo inafahamika hivyo, lakini FAO ilianzishwa rasmi mnamo Oktoba 16 ya mwaka 1945 huko Cubet City katika nchi E, ya Canada kama ulikuwa kufahamu. Na imeanzishwa wapi? Ni huko Quebec City Canada, na ilikuwa ni Oktoba 16 ya mwaka elfu moja mia tisa na arobaini na tano. Shote, ya leo kupitia na pita tu ya kwetu sisi. Mimi naitwa Anko Amiri, endelea kusubscribe kwenye channel yetu, kwa sababu wewe pia una nafasi ya kutuongezea sisi uzito ili tuwe tunaangusha mengi zaidi ya ziada hapa. Asante na shukrani pia kwa kutenga muda wako.